Hiyo, hiyo kusema mtu agusu kabisa agusu kimuziki a ao makonde ukimweka kwenye show yake hapa Juks akaanda show huyu akaanda show, still wote watawatatisha tu. Kwa hiyo ndo narudi pale pale, ni lugha za kimuziki, lakini Mario ni mbadi kama ambavyo anajiita, ni, ni, ni mkali, anafanya unyama sana, ni deadly yeah deadly. Deadly neno sahihi kabisa ulisema hapo. Umuulizaje swali lako kuhusu Mario hapa? Uh, nilikuwa nazungumzia kwamba yeye kama yeye amesema yani kwa, kwa sasa hivi kimuziki, kwanza kuna lugha ameitumia kwamba wasanii wenu nawaheshimu tu, najua wasanii wenu hapo ameenda kabisa kwa Diamond na Alikiba, najua ndo wasanii ambao ameunda timu mbili kubwa, si ndio? Sasa akisema wasanii wenu kwamba hawa watu wawili, mimi kwa maana yangu kwa sababu kishasema wasanii wenu tayari najua kuna na itakuwa wasanii wote. Simba, tu, tu, tuseme wote. Tuseme wote. Wanaofanya vizuri. Okay, wote wanaofanya vizuri. Yaani wasanii wenu anawaheshimu tu lakini hamna ambaye anamgusa kimuziki. Kwa hiyo uko ndani changanya kina Diamond, kina Alikiba, kina Harmonize, kina Mboso, kina Zuchu, kina Nandi, kina wote amna ambaye anamgusa kimuziki, okay. Halafu na hiyo mm. ya kwenye kenge, naye anasema kwenye kenge hayupo, mm-hmm. Sasa tukianza hiyo kwamba wasanii wenu eh, hawanigusi japokuwa anawaheshimu hiyo mm. ni lugha ya kibiashara, mm. Kama umefuatilia vizuri, devoice kuna siku alikuwa alitoa audio sikio video ya ngoma gani mm. akasema kwamba anakwenda kuachia video ambayo je kufanyika <laughs> unaelewa eh? <laughs> e, katika, katika muziki lakini pia rivani kuna wakati pia waga na yanasema hivyo kwamba kuna wasanii ametoa ngoma zenu, toeni mapema. Mimi nikitoa ujue hakuna tena ngoma ambayo itafanya vizuri. Kwa hiyo ni ni, ni ni kauli ambazo wasanii wetu wengi sana wamekuwa nazitumia sana kwenye kuweka attention unaelewa eh? kwa sababu kwanza hiyo kusema hivyo inamweka shabiki kuwa na na, na ile utayari wa kujua hiyo ngoma ambayo Marioo alikuwa anaitoa ni ngoma gani? Mm. Kuweka ile awareness kwa watu kwamba kuwa na hamu pengine ya kuisikiliza ama kuitazama ngoma mpya ambayo inakuja Mario, hiyo ambayo itakuja kuleta ba balaa, unaelewa eh. kwa hiyo ni, ni lugha ambazo sio ngeni mm. kwenye muziki wetu Bongo Flava, wasanii wamekuwa kustumia sana, lakini kusema yeye ni noma kikweli hakuna uh, ubishi wa kumgusa hakuna eh, no, kwenye kwa kwa, kwa, kwa, kwa yengo yake wa kumgusa yupo, mm. kwa sababu ukisema hivi hakuna kumgusa, mbona kina mboso wanaachia ma manini ma haya, anafanya ma, ma poa kwelikweli kila sehemu